Majira ni saa 12 saa za Afrika kati, ikiwa ni mmoja majira Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Wakili Kabongo, the one in town DJP, ambaye yuko nakurushia haya matangazo. Big up kwa wote ambao mko mnatusikiliza na moja kwa moja, tusikilize mitazamo yetu. Tuanza Kongomani, nasema mnisikilize kwa makini, ninaomba mnisikilize kwa makini. Wenye walisikia kuojo ya kwanza, kuna kaa una walisikia mvua, wanisamehi ile na ingesa kuojo ineku necessary. Wa inatu, us, inatu sisi Wakongomani wote inatuhusu sisi Wakongomani wote kwa jumla, kwa mama, kwa mtoto, kwa mzee, kwa mkubwa, uwe pasteri uwe, uwe nani, uwe mubiri gani, uwe mwombaji, sisi sote tunataka tunaombwa tujishimame ako juu ya nchi yetu. Bandugu, tunaanza na histwari kidogo mfupi juu ya Rwanda kuhusu hawa Niloti.

bafate mzuri o oh. Pakapigana Rwanda mutakakuwa faita kashinda baisha mwingia mutumbu na hajijweke kumupiku, baisha mwingia mutumbu nayekunatembea nayo mutumbu nimba, pakamresire mnyaronda kakimbii, ile ni Rwanda ile sasa. Kwa kwa nini sie wa Kongomani sasa nime nimenarudia kwetu, hatukumbuke hatukumbuke yale gisi balifanya Rwanda banatumana batu pambaraga banatoka mauganda makenya mawapi meme banatia na bamercenaire bametisi abalizaliwa na bazungu nibalizala na banyamuke ya kitusi bana baitilize banakuwa mule batu wote banyaronda bahutu bote, banakuwa na district na bazairo, tokwa navuka, banenda chiza na abu, kumbe bote ni banani? basoda Rwanda kanguka, meme mwichezo banachiza Rwanda, ngeo mwichezo banachiza mwafidele so mwafidele tulikala muzairi tulikala. tulikala banyamurengi kundi de zane Tule tunambiana sasa miaka na miaka niko mzalika wa Kongo, wa Sud Kivu tulikala nabo miaka na miaka alakitu kwa ni nakala nabo viko nafanyaka marenio atansio na marenio zabo nale kanisa zabo amwingiake mtu musiokuwa mnilotiki ukakuja mgeni na sazimuona mawili naisha na na kanisa nisa naisha achuna muna shimama nyingi na kanisa naisha, wanaenda kanisa yabo ina siasa. Wanawafundisha nini? Wanawafundisha siasa, wanawafundisha kupiga risasi

Nasikia wati distraction babwana nonacisi Laurent Desire Kabila, kisasu ngandu masasu ni ndaka banafika Kamanyola njoo ilikuwa premier promotion ya kwanza mu republique muzima ya afdel, namatani mpinga atie mkono yule ani aaniontredire njo ilikuwa premier promotion ya kwanza murepiblike mzima ya afdel kufungula training ya Kidoti. Mzee Laurent Desire Kabila ye peke anashimama, anavala keche ya double hungu njo bakuwa andikako d ts chemise moi, anasema wamama, munipatie vijana waingie jeshini, ninawamiliki Watu walifuata hizo teme. Mimi nilikuwa re niko na sikizo kini iko na sema unipatie jeshi wa, unipatie vijana waingie jeshini linawamiliki. Wakampatia vijana wakaenda jeshini, vijana wakaenda walipewa morale gani? Morale tunakuja kupiga Mobutu, ni adui na kila ex faze wote, mtaona terahamu

kwa kupiga adui wenye walifata mafunzo a wa Wanyarwanda basoda bibi ku mu FARDC walifata formation na Wanyarwanda ex-FAZ, walipata ideology na Wanyarwanda. Apres kubakamata mabiskade ex-FAZ bageneral baya kutumba muli, mulifama maformasio ya AFDL, munajua hivi advance ya kwanza ya mwenya Rwanda na kwaka ni nini anaendaka na jeshi, aneenda pigana kwanza, inapose kwenye wanajeshi aenda pigana apiganaki. Leo tunatadanganyika? Je, majeshi mshimame imara, mwenya Rwanda haendaki na jeshi ya kwanza mbele. Mwenya Rwanda anatumikisha jeshi yake kwa kuwa na tenisi vile wanaenda kama vile wakatakuni, wanaenda kama vile wachuruzi, wanaenda kama vile walevi, wanaenda kama vile wakunya pombe, wanaenda kama vile waombaji, wanaenda kama vile waubiri, wanaenda kama vile wanaenda wanaenda wanaenda na wapatia njia ya kwanza, wakijua mikono kanya kupiga hivi, mikono kanya kupiga Uvira. Waubiri watakuwa wengi Uvira, Uvira waombaji watakuwa wengi, wanabii watatoka mingi Uvira waletaunabi watakuwa wengi uvire ni vale vale vale, na watawetilizemye bakongomani batakuya mbenda bazimu enye biko na wazimu ya kupita mno, batakuwa na madridi za buchafu manyele bana viringa mabangi, kuna vuta tamu balabala, unasema ni mwenda bazimu. Watavala mangozi na toboka mnivo zote, utasema mwenda bazimu, ili ni pleni yabo ya kwanza ya kusonde Mutaona bamenizie mingi, ba charpentier, ba maso, ba ed maso, ba plombier, mutabaona mule. Mutaona bambaraga mingi kuma hoteli, bafanya kazi ya batumisha kuma nyumba za mabosi, mutabaona na biko mule, nina basire biko mule, mukifanya mtafiti ahii bari niko na bambi mutabaona kwani bale batu nawaelewa sana, inawaelewa sana na hizo siasa. Neyo plani zao ni vita yao ngumu sana, ili banakwaka ni play ya kwanza na kwaka four yeneko four sana mwapo kuitilize vile nyabibu bali angusha, nyamunyunyu bali angusha, kashusha bali angusha, ba FDLR bali bantera, bali bana sema kama mfano bali bali bahutu balikuwa kule bali ba infiltre Balikuwa bapasula mambao na wakajileta bakajileta kama vile wapasula mambao na wakitilize Banyarwanda tu, tena Bahutu. Bakabafana wakenda kwasa, wanakia tafuta makazi. Balimaji batayala mule mwene mavondi, mabwegera, masankwa, manajokwa balimaji na balimaji njo batakuja. Kwa maana kuna ma projet fulani. Attention na ma ONG za maktendi, ma zama Oxfam, ma IRC, PAM. Caritas. Msalaba mwekundu ufanya ngazi za maonisho lokali na maonisho international. Mwenazo angalisha. Njo makatografi banaendaka na kamata. Banafika mu vilashi flamu na zama, akiwa atilia marobine. Viko na andika na maile ma na vilima na kubangalia na kubatia maoni. Na teba na sipano. Ema plani za Wafaransa viko na angalisha, viko na wasible. Na njo ile mina bambia. Ile ni pweforo yabo ya, ya kwanza banakuja na mangombe batatoka kweikuko vita bana wafata na mangombe mumnasaa vali wanaleta nyama za ngombe banatuletea mangombe yatuna nyama isiku bana banakuya ndani ilete ni mapla yavo ya kwanza. Ya pili, mufanye angalishu na kwenye kulipigana vita bale bare fiche bote munatia bariere mkazo tena sana, mwache kulomba frank wakati batu viko na kimbia vita. Musilombe frank, musitie mechoku frank, mutie bariere moja kwa moja, risasi iko na lia pembeni yabo, na kila mtu anatia muziko yake chini na kuicheki na kuleta karte juu, bote viko na makarti ya bakongomani na kubangalia na kumuuliza natoka wapi, village yake ni nani, kwabo ni wapi, ajifasirie. Chef de quartier wapo ni nani, nyumba kumi wapo ni nani, anajifasirie. Pasipo vile mtaingiza ndani, mtasikia hapo peke wanaanza jiprogrami mule. Adui anafika, adui ashakuwa Uvira, na japo ya adui yafika kumbi, bale bale waisha fika mule, wanaanza kupanike saba, wanaanza kupanike, mtasikia dans trois jours, trois jours na nalilia sange Attention, attention, attention, mkuwe très vigilant na kwa mwingine na kamatio kama vile nasikia angia ase avukishe, avukishe baso.

wanaenda kisha mwezi moya biko mwele mjini mwezi mbili wako wanaenda wamoja, ni walevi wanajua komanda fulani ndio wanajua. Kongomani banendaka na maji peke yake pale, na ya tatu atansio na barodere. Hawa watu wanaenda na usha maviato, masamaki, manguo na kufika kwa mabiro za wakubwa mpaka na makambi militaire, makambi militaire, wanafika biko na nauzishi

bali wanasema yonaoafa na, na wayo ndio ambao tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo. Mengine tukutane majira ya saa kumi na mbili asubuhi kwenye habari za moto. chao chao.